Kwenye eneo la matumizi nadhani hapo ndo huwa mnapangalia um, zaidi kwa maana ya kubalance. Ndio, tukianza na haya maji ya, ya, ya, ya asili ya mvua, ni kweli kwamba ukivuna uki uki tu ukiolela, kuna namna ambavyo unaweza ukaingia kwenye shida, kama ni wenyewe mjatoa kibali ya. Ni sahihi kabisa kwamba uvunaji wa maji pia nao unahitaji upate taratibu pindi mm. ambapo ikitokea unavuna zaidi ya, kwa sababu unajua unapovuna maji mengi zaidi kuna namna ya kuyahifadhi. Ikitokea namna unavyohifadhi akawa ya sio salama, huenda ikitokea labda mpasuko wa kile ambacho unahifadhia. Mfano, labda nahifadhi maji ya mvua kwa kutumia bwawa. Je, hilo bwawa lina ubora wa kuweza kuzuia kiasi hicho ambacho unahifadhi? hmm. Sasa ikitokea kwamba labda umehifadhi kiolela, ni wazi unaweza ukaathiri watu wengine, japo nia yako ilikuwa ni nzuri ya kuhifadhi. okay. Kwa hiyo ni vizuri kwamba, yeah. kama utahitaji kuhifadhi maji kwa kiasi fulani, beta uka ukafanya mawasiliano na wahusika ili waweze kukupa taratibu nzuri ambazo zinaweza zikasaidia na level hiyo, kwamba ni kiasi gani nitahitaji kuhifadhi ku, nije kuwaona. Uh, kama kuna hako ka elimu mkikatoa hapo mnaweza mka, yani kiasi gani hiki lazima niwaone Bonde Panga, kwa sababu usije ukakuta huyu bwana ana tenki lake tu la lita 500 alafu amehifadhi pale nyumbani kwake maji Mbokomu. Tunajua changamoto na maji Mbokomu, kumbe anafanya kiolela hmm. Tumia tu hiyo, nadhani niingilia hapo, hii jambo lilikuwa halina uratibu okay. E, ingawa tumekuwa tukiwahimiza uh, wananchi wavune, wananch mm. kuvuna maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwa sababu ni njia moja pia ku, ya kuongeza usalama wa maji, lakini juzi juzi hapa serikali imeweka mwongozo okay. nimesahau ile, ile figa Eh, kuna kiwango nadhani kubiki mita kama ni zinafika thelathini au nini mm. ambazo tunaruhusiwa kuvuna bila kibali chochote okay. Eh, lakini kama ambavyo eh, inaguma wamesema eneo eh, tunaliangalia kwa ukaribu zaidi kwa umakini zaidi, hasa inapotokea mtu anaanza kuitengeneza bwawa wow. Kama, kama njia ya kuvuna maji kwa mm. eh, eh, mabwawa kawaida eh, mfano tuna kwa bwawa la chini ya ukitaka kutengeneza bwawa pamoja na eneo yako nzuri, wajibu wako mm. ni kuanzia kwetu pia, wapi utueleze na unajua unataka kutengeneza bwawa kwa mfano. Kwa hiyo maana yake unakinga maji yalikuwa yanatirika kwenda kwenye mwelekeo fulani ndio maana e, sisi sasa lazima tukushauri juu ya yani, e, lazima tutathmini athari ya wewe kuyavuna yale maji kwa watu wengine ambao walikuwa wanayasubiria.